Mtazamaji karibu, tuendelee mbele. Hii ni episodi ya sita. Sasa wakati binti akidhani jamaa atahitaji msaada zaidi, mwamba alijua huko akawii kuniletea midomo yake, anamwambia nadhani tu, yani jinsi tulivyotumbukia vile, yani mpaka naamka hapa. Unajua ulipozama naua lipozama katika ule udongo. Mimi mwenyewe sikuwa najua tena nini kimeendelea. Chizi anacheka. Akasema, lazima mule chini kuna mto unaopita chini kwa chini. Mm. Kwa hiyo ule udongo ukikumeza unapata ule mto unaopita chini. Ndio maana tumekuja kutokea huko. Sasa angalia. Kwenye bega lake palikuwa na mshale. Wewe unafanya nini? Hasa na uvuta. Eh, eh, uwe makini basi. Makazi ya watu.

ikiwa una jambo lolote linakusibu nitakusaidia. Akamwambia kuna kitu nataka. Ninamnaliwa yu aidia. Nataka, nataka uniache tu yani uondoke yani nibaki peke yangu. Sasa hizo shashila. Sasa analalamika kwa nini maisha yake yanakuwa mabaya kwa sababu ya huyo mdada. Yaani unaletea tu mikosi yani. Ya. Eh, dada kutegemea si kitu kama hicho. Kwambia na sikuachi sasa. Kanuna. Hmm, jamaa kila akimtazama hivi haamini. Wakati unaitazama hii episode ya sita, kwenye skrini yako kutakuwa na namba yangu ya simu ambayo hiyo unaweza kuitumia kama unahitaji kununua YouTube channel, tumia hiyo namba, na vile vile pia, ikiwa unataka kutuchangia internet, maana yake najua labda pengine tunakufurahisha lakini tunapokuwa hatuna internet hiyo haikae vizuri, tutashindwa kuupload video nyingi kwa muda mfupi tukitumia bando la kawaida lina, linaisha haraka. Changa unachoweza kutumia namba ya simu ambayo E, tutakuwa tukiiweka kwenye skrini yako mara kwa mara, ukiona inapita hapo itumie. Sawa bwana. Haya, karibu sana nitafurahi kwa wale mashabiki wenyewe wa kweli, sio mashabiki maandazi, watakao tuchangia. Sasa angalia, mabodyguard wakaanza kusema sasa inakuwaje Miss Ma, mbona tumuoni? Bodyguard haelewi wapi Miss Ma aliko, lakini waliopatikana walikuwa ni hawa ambaye, basi huyu mmoja anaitwa Master Murong Minzu au Yikai, alafu huyo bibi anaitwa Miss Dean Ling

Sasa akapewa taarifa, farasi wako tayari. Haya, twendeni tukaendelee kutafuta. Wakaondoka kwa kujiamini sana pale. Kwa hivyo pale katika kasri ameachwa Uncle Ben. Yeye ndio atakayekuwa anaendelea kufanya uangalizi, mambo yanakwenda vipi. Kwa hivyo kijana amefanikiwa kufika mahali penye maji. Unajua hata hivyo amesafiri parefu sana. Yeye tu peke yake ndo hakupata maji. Mrembo kusema kweli yuko hoi, jeraha lile na damu aliyoipoteza sasa sasa akaanza kuongea ule bibia, anasema baba uko wapi? Sasa anasema nimemwona mama yangu, kumbe mama bado ni mrembo vio. Sasa jamaa yuko pale, anasikia kile, akasema hebu ona, mwone mama, mama yangu ananifata. Jamaa akajua huyu dada mama anakuja kunichukua Mama fanya haraka. Nimekumisi sana mama. Bibie anamtaka mama yake. Kwanza yeye anaona wenge, anaona mama yake anamfuata na kuja kumchukua. Eh, sasa wakati jamaa anakuja binti anajifanya kalala. Eh, sasa eh, mwamba kaja ana imani mama okay atamsaidia. Lakini ndio hivyo mrembo wa watu hataki hata maji. Eh, umeona hali ilivyo iko eh. Story inaendelea kama kawaida e. Kumbuka basi, e, tamthilia inaitwa Legend of Chi. Unataka kununua youtube channel, wasiliana nami nitakuuzia channel yangu ile ya Mr Lukindo kali sana. Ukinunua kwangu kwa pesa kidogo tu, basi nitakusaidia pia kuipromoti bure kwa mwezi mzima. Utakuwa unaweka video zako na na kupromoti mimi bure kwa mwezi mzima. Watu wangu wote wanaonifuatilia karibia laki moja na elfu ishirini watakwenda kukutazama unayoyaposti katika channel ya sasa. Unangoja nini? Nunua channel kwangu upate manufaa mengi. Kufanya promotion ni kazi kubwa, lakini mimi nitakufanyia mwezi mzima. Haya, kama haitoshi, pia unaweza kutuchangia internet yetu. Maana yake kila mwezi tunanunua internet, lakini wewe shabiki kama basi, tunakuburudisha unafurahi na kile unachokitazama kinakupoteza kupoteza mawazo. Hebu karibu tuchangie internet, nitafurahi sana ikiwa nitapata kutoka kwako mchango kutoka e, kwa mtu kama wewe e, nambari ya simu utaiona kwenye skrini yako hapo. Hiyo ndio nambari ya DJ, itumie. Ehe, niambia DJ, mimi na kidogo tu takuchangia hii elfu ishirini na mwingine, na mwingine tunatafuta tu kama laki moja na elfu ishirini ya kulipia wifi yetu. Hiyo itatusaidia basi, wewe ukituchangia Ndo tunapata nguvu, tunasema afu mashabiki zetu wanatupenda sana. Sasa angalia, anakuja kuangalia lile jeraha katika mkono, ni jeraha ambalo lilikuwa linaonekana, ile sumu ni mbaya e, inaonekana kama panaoza pale. Sasa binti akaogopa, akasema wewe unataka kunifanya nini? Kwambie, inabidi nilitoe hii sumu, ninyonye. Nisipoitoa hiyo utaendelea kupata maumivu, nguvu zitakuishia, utaishilia vibaya. Mwambie, hapana, sitaki unisaidia. Sasa unajua, huyo alishamdharau huyo zamani, akaona lakini vilevile ishatabiwa ya kwamba mtu atakaye kuwa ameweza kuutumia upanga ambao unaitwa morning dew. Morning dew mtazamaji, eh, ni ule umani. Eh, umeshawahi kuamka asubuhi, umeenda mahali kwenye mikoa mikoa ya baridi, unaamka asubuhi unapata maua, maua yale yanayokaa kama, eh, kama maua fulani ya, ya migomba, eh, unapata kwenye majani kuna tumaji maji fulani Eh, sasa wenzetu wanachukuaga hayo maji wanaweza wakakusanya hata sufuria zima la maji, yana kwa matone madogo madogo, halafu wanaweza kutengenezea vitu kama chai, dawa, wanaamini vitu ambavyo katika uhalisia waui ni vitu vya kipekee. We jiulize, yale maji katika hayo majani asubuhi, alfajiri, yale maji huwa yanatoka wapi? Yawezekana ya usiku panakuwa na hewa ya unyevu, unyevu kwa kiwango cha ambayo, basi hewa hiyo inabeba pia maji au mawingu na nini. Yani, kuna vitu mimi hata mimi mwenyewe si sana kwamba kuna uwezekano mkubwa hayo maji si ya kawaida. Ni maji ya kawaida, ni maji ya kipekee ambayo yanaweza yakamsaidia mtu katika mambo mbalimbali mbali. Kwa hiyo wenzetu wanayatumia gani. Sasa huu upanga unaitwa Morning Dew Sweat. Ni upanga wa kipekee sana kama tulivyokuwa tunaona kwenye Royal Prince, ule upanga unaitwa Gelu Sweat, upanga wa kipekee kabisa. Chengi akauchukua ule upanga. Lakini, angalia, hatimaye sasa amepatikana anauliza uko salama kweli, akasema, akamwita bodyguard wake akamwambia niko salama, lakini mwamba amenaswa tu. Huyu mjinga anatakiwa akamatwe auawe mara moja kwa kile alichokuwa, eh, tumewapata huko juu ya milima huko, jamaa alikuwa amepoteza fahamu. Eh, sasa inaonekana kabisa huyu jamaa ndo amesababisha bodyguard ya Kamind, kinoma atakwenda kumuua. Jamaa, wewe ni mtumwa tu eh? Nani anayekuambia unathubutu kumgusa huyu mwanamke Amerudi bibie, yuko salama. Sisi tunataka kwanza kuelewa lakini bosi wake alishamwacha, alishamsamehe haya mengi sana, lakini hata hivyo, sijui, wezi jua, labda pengine tunamhukumu mtu mzuri tu, hatujasikia neno lolote kwa mhusika mwingine, akimaanisha msima. Wakati huo Chuina yuko kule anachungulia kwa mbali, akasema: jamani, nimechoka nipelekeni kwanza nikapumzike. Haya, mpelekeni huyo gerezani, tutamuuliza maswali baadaye. Mwamba amefanya yote aliyoyafanya, lakini ajabu tena anachukuliwa anapelekwa gerezani. Sasa hapo amebaki ledi au mis pamoja na jamaa yule Murong Minzu. Haya, tunaendelea mbele kwa mbele. Sasa tazama hii, tazama hii. Siku zikapita eh, wiki zikapita. Wakati huo bibia sasa, afya yake ni nzuri akiwa leo ameketi hivi <coughs> e, akaanza kukumbuka kilichomtokea siku ile, na jinsi jinsi ambavyo mwamba alimsaidia. <coughs> Okay. Jamaa alihakikisha kwamba anakaa katika msimamo wake, anaokoa maisha ya mrembo. Yeye alikuwa hataki kabisa jamaa mguse, lakini pia kuna maana yake, kuna kihali fulani alikuwa anakisikia wakati basi, mwamba mwenyewe e, <coughs> Master Fu Hongxue wakati alipokuwa anainyonya ile sumu kwenye ile jerai. Jua tena pale palivyokaa ka kamshali kwa kumetumbukia afu kakachomolewa. Sasa jamaa anapopanyonya vile, binti kila saa kikumbuka ile hisia yani kwa kama uchungu. Alafu utaa ndoa akisema eh, naona bodigadi wako amempeleka tena yule jamaa gerezani na anapanga kumuua. Sasa kwa nini ulimrudisha? Kama mnataka kumuua nashindwa kuelewa. Pia imekuwa vipi? Kama ulienda naye na hajakumaliza huko. Wewe uko huko ndani ufanye chochote. Ina maana huna huko. Kama nakumbuka ulisema kwamba yule mwanamke Baachu ni Dao Lu Jian. Yoyote atakayeweza kuchomoa upanga katika lile kasha lake, Basi utaacha kila kitu chako na utamfuata. Basi alivyosema hivyo Miss Ma akaanza kukumbuka kweli kilichotokea. Ni kitu ambacho alitamka kwa kinywa chake. Jamaa sasa akamuuliza haya, ni nini unachofanya? Sasa mbona hujatimiza ahadi yako? Nabidi tanaepia, haka haka, na hata naye pia acheke. Miss Ma akamwangalia, akamfata, kamtazama namna hii. Sasa anataka kufanya nini? Ajabu bwana. Akaelekea moja kwa moja, alikuwa anataka kwenda mapokezi, lakini mwamba akamkatalia. Alimkatalia kabisa. Wakati huu mtazamaji, yaonyesha Miss Ma bado alikuwa hajajua kwamba huyu muroinzu ni feki, licha ya kwamba basi yule miss d anakuaga friji lake aligandishi pamoja na kulewa kwake na kuongea vitu vingi sana, huyu bibi hakumwelewa sana, lakini laiti kama angekuwa amelijua

Kama angetaka na maana, angeweza kumpata mtoto huyu mzuri, hadi pale mtoto huyu atakapokuja kujua kwamba huyu wala sio Murong Minzu halisi, labda pengine ingekuwa too late. Lakini huyu jamaa hakuja kwa ajili ya hilo, na anamwambia mimi sikufuata mwili wako, nimetaka tukuteka moyo wako. Sasa angalia huko gerezani, huyo jamaa mbabe huyo, eh huyo ambaye, basi tunamwita Gongsan, ambaye ndio bodyguard. Wewe unanijua mimi vizuri, wewe Yani, kama tena nimekuacha mpaka leo unaishi ni kwa sababu nilikuwa nataka tukaanza mrudi baada ya hiyo safari. Mm, sasa watu watu wote wameshaweza. Sasa nitatumia njia zangu za kipekee kukumaliza. eh eh eh eh eh eh. Jamaa yuko pale hasemi chochote. Mmm, kamwambia sawa, afu kuna kitu nimesahau kukuambia. eh eh eh, bana, hiyo panga unanolea unatiwa jamaa kuchochea. Kamwambia, kabla mimi sijasafiri kote huko, niliendaga jeni. Mimi ndo nilikuwa natumika kuwatoa roho wafu. Big boss aliniamini sana. Alisema mimi niko vizuri na kwa kazi Zulat. Baada ya hapo, akanifanya mimi nikawa bodyguard wake akanifaya mm. Akasema eh, eh, sijawahi hey, kamwe katika miaka yote kukosea ninapofanya kazi yangu ya kwezi. Shou, shadia fanyenda fangfa yo henduo, anasema ziko mbinu nyingi ambazo mimi nazijua nikizitumia hizo huwa nawaondoa roho wafu sasa ntaitumia moja hiyo, ambayo hiyo hiyo naijuaga ni maarufu hiyo, inakutoa roho taratibu. <coughs> Akamwambia hata usijali, leo tena nina muda mwingi sana wa kutosha. Eh, jamaa akamjibu kijeli kabisa. <coughs> Akamwambia sikia, nikwambie, najua hapo ulipo unaogopa sana. Sasa hivi wewe unaweza tu ukapiga mayo ukitaka. Nikwambie kitu kama leo, usipotoa kelele nyembamba eh, lazima leo utatoa vishuzi Jamaa anavyotamka vishuzi yani, kama vile kishuzi ni kitu cha ajabu yani. Kachukua kisu fulani kidogodogo hivi. Anamwambia leo nakumaliza taratibu yani, leo unatakiwa ufe pole pole. Kwanza akamsogelea. Anza kuangalia kipitishe wapi kisu fulani kidogo hivi. Sasa, sasa nitaanzia wapi? Usoni? Au mdomoni? Yeah, yeah. Nataka kukipiga kisu shingoni. Eh, akatokea pale pale mwamba Murongo. Chapa mijeledi. Eh, wewe nani ambaye anakuambia umchukue mchumba wangu unaondoka naye? Eh, nani alikuruhusu? Eh, nakuuliza nani alikuruhusu? Eh, tandika kidogo. Inakuwa kama Murongo anaokoa maisha ya jamaa kijanja, kijanja. Anajua kabisa kimwacha tu hivi jamaa anaweza kauawa. Sasa bodyguard akamwambia wewe, niachie unimalize. Wambia, we vipi, uwe, uwe umechukua mwanamke wangu umeondoka naye, uko wapi? Leo mimi namuuliza. eh, yana kwambia aje tena na hasira naye. Eh, uwe, utulie kwanza na idea uwe kwanza, mwache kwanza usimalize. Kuna tundu moja nitamtoboa huyu. Yani huyu, hilo tundu lazima alie kama mtoboa. Unanisikia lakini gongo? Ebu nenda kwanza, mimi sitaki uwe hapo. Uwe, uwe kwa hapa mimi nitashindwa kufanya kazi yangu. Uchukua na upanga wangu, nenda nenda nenda. Eh, bwana. Gongsan leo tena akawa amekosa nafasi yake yaani, kama Mungu tu anamsaidia jamaa Fu Hongxue. Baada ya jamaa kuondoka akamsogelea.

Nani alijua kwamba mimi mbinu zangu zitafaulu kuliko. Nikuulize, mlivyofika jangwani, nini kilitokea?

baada ya kujaribu anaka chizi akacheka. Baada ya kuonja leo kaona utofauti pombe, anamwambia hayo maisha mazuri ambayo umekuwa ukiasifia mimi sio vitu eh, bana bane. Ndo hivyo, haya tumemaliza, basi mtazamaji, episodi ya eh, sita, kama ambavyo unaweza kuona kama kawaida, basi tutakutana tena katika mwendelezo eh, wa episodi za mbele eh, kuanzia episodi ya saba na z Aya, atasubiri wale ambao ni mashabiki halisi kwa namba inayoonekana kwenye skrini yako. E, tuone basi ikiwa tutapata michango yao e, moja kwa moja tutafurahi sana kuona basi wametuchangia na sisi tuweze kununua na internet na nini. Wako mashabiki wengi ambao, e, wanapenda kufanya hivyo, ni hawajapewa tu nafasi. Ikiwa e, ni mmoja wao, basi onesha ushirikiano wako. E, namba ya simu iko kwenye skrini yako itumie, alafu mimi pia nitafurahi kuona umeshiriki kufanya jambo kama hilo. Unaweza pia kusubscribe kulike kucomment pamoja na kushare. Zingatia kuweka maoni yako kila wakati na kuandika jina lako. Tuna channel nyingine inaitwa Mr Lukindo, search kwenye YouTube, subscribe hiyo channel. Ipo pia channel yetu nyingine ambayo inaitwa ya Lukindo, search subscribe hiyo channel. Ikiwa unataka kununua YouTube channel pia, wasiliana na sisi, ama unaweza kutangaza na sisi kwa namba unayoona kwenye screen yako. Basi namba hiyo ni namba ambayo ukinitafuta ta utanipata moja kwa moja kwa mahitaji mbalimbali yanayohusiana na sinema, na mambo muhimu yanayohusiana na filamu au basi, kama unahitaji eh, ni kusaidie eh, mara moja, nitakusaidia karibu sana. Tutakutana kwenye episode ya saba, eh, tamthilia yetu inaitwa Legend of Chi. Asante eh, tukutane kwenye mwendeleo.